Katika kanisa kuna mtu anayeitwa kamalengo. Huyu ndiye anayekuwa msimamizi katika hisi siku ambazo tayari tunashuhudia kifo cha baba mtakatifu. Majukumu yake makubwa ni kuhakikisha kwamba shughuli za kila siku za kanisa zinaenda kwa kawaida, lakini yeye kama yeye hana namuzi yote anaweza kafanya yanayohusu kanisa. Lengo lake kuu ni kufanya maandalizi ya mazishi ya baba mtakatifu na pia kufanya utaratibu wa kuandaa conclave kwa ajili ya kupata baba mtakatifu mpya. Baada ya hapo, kuna siku tisa za maombolezo ya kifo cha baba mtakatifu. Kwa kilatini tunasema ni novem dies. Hizi ni siku ambazo Wakristo na watu kwa ujumla kumombea au kuiombea roho ya baba mtakatifu napokelewe mbinguni. Kinachofuata baada ya hapo ni kutangazwa kwa sede vacante, maana yake kwa lugha nyingine ni kiti kitupu. Hii ni pale ambapo katika kanisa hamna baba mtakatifu kwa hiyo makadinali wanachukua nafasi hii katika maongozi ya kanisa. Hii inampelekea yule kiongozi au kama lengo kutangaza conclave. Conclave tunaweza tukasema ni baraza la makadinali wanapokuja pamoja na kukutana katika chapeli ya kipapa kwa ajili ya kutafuta utaratibu wa kumpata baba mtakatifu. Katika historia siku ambayo ilichukua au conclave ambayo ilichukua siku nyingi ilichukua miaka mitatu na ambayo ilichukua siku chache sana ilichukua